Yes, karibu tena Mbilinyi Online Academy. Sasa siku ya leo nimekuja kukwambia kwamba sio kwamba kila waliofanikiwa labda walikuwa wanajituma sana, sio kwamba waliofanikiwa walikuwa wana yaani, wanabidii kwa kiasi kikubwa, au walikuwa ni mahadiweka kwa kiasi kikubwa rahasha, mbona watu ambao wanaamka asubuhi anachukua jembe anaenda shambani anaenda kulima kuanzia asubuhi mpaka saa kumi na mbili, lakini anakuja kuvuna mazao hivi kidogo. Kwa nini? Mbona kuna mtu mwingine ambaye zaidi ya mwaka mzima hivi kwenye madini anachimba madini lakini hapati, kwa nini? Kwa hiyo sio kwamba ambao wanabidii wanajibidilisha ndio wanaofanikiwa. Haya, tuje tuchukue mfano mwingine. Mbona kuna watu ambao wapo stendi kila siku, anabeba mizigo na mbona anakumba mizigo kila siku, upo kazini kila siku, upo kazini mbona afanikiwe huyo mtu, mbona afanikiwe huyo mtu? Kwa hiyo sio kwamba anayeonyesha bidii kwenye kazi ndio atakayefanikiwa ba... rahasha watu wanaofanikiwa ni wale watu ambao wanajua kutumia muda wa wenzao kuzalisha mali, kuzalisha pesa, kutumia akili zao, kutumia ujuzi no. wao kuzalisha vitu vyake. Let tuchukue mfano leo hii una, najua unamfahamu Bill Gates, una najua unawafahamu una, una matajiri waliofanikiwa. Sasa matajiri waliofanikiwa wanajua kutumia muda wao, wanajua kutumia muda wa watu wengine fanikisha ndoto za watu wengine. Ukiangalia mao anatumia masaa zaidi ya masita masaa zaidi ya masita, lakini amefanikiwa eh? Haya, kuna wewe ambaye unaamka asubuhi saa kumi na mbili upo kazini, lakini haufanikiwi. Unafanya kazi kuanzia asubuhi asubuhi, mchana mpaka jioni, wakati mwingine inauma na nja, upo kazini unapata na vidonda <laughs> upo kazini lakini haufanikiwi kwa hiyo watu wanaofanikiwa ni wale wanaojua kutumia muda wa wenzao eh? leti tuchukue tu, tu, tu mfano, anakuwa na watu wake kumi ambao wanamfanyia kazi huyo mtu. Kwa nini si asifanikiwe? Kwa nini si asifanikiwe? lazima afanikiwe tu, lazima afanikiwe tu, pinga upingani, lazima afanikiwe tu, yaani hiyo haijalishi iwe mvua iwe jua, lazima afanikiwe tu huyo mtu. Kwa hiyo hata wewe na kusauli penda sana kutumia muda wa mwenzako kufanikiwa wewe. Tumia muda wake, tumia resources zake, tumia akili zake, tumia ujuzi wake, tumia matilio yake, fanikiwa wewe, fanikiwa wewe. fanikiwa wewe, fanikiwa wewe.